Washukiwa wanne wanaohusishwa na ulanguzi wa mihadarati wamekamatwa katika operesheni iliyohusisha taasisi mbalimbali inayowalenga walanguzi wa mihadarati wanaotumia uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. na washukiwa hao ambao ni pamoja na Mkenya mmoja raia wa Uingereza walikamatwa kwenye operesheni ya pamoja iliyofanywa Mombasa na Nairobi, huku serikali ikiimarisha juhudi za kukabiliana na makundi ya ulanguzi wa mihadarati. Sakata ya ulanguzi wa mihadarati kwa kutumia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi imevunjwa. Kukomato kwao kunafuatia msururu wa operesheni zilizofanywa kati ya tarehe tano na saba mwezi huu, kulingana na kitengo cha kimataifa cha kukabiliana na uhalifu. Kundi hilo limekuwa likichunguzwa tangu katikati mwa mwaka uliopita na linaaminika kulangua kokeini katika masoko ya homo nchini na ya kimataifa. Mshukiwa mkuu aliyetambuliwa kwa jina Rishad Abdul Rahim Sheikh, anayesemekana kuwa kiongozi wa kundi hilo alikamatwa pamoja na binamuuye Haji Nur Yusuf Muhammed katika kituo cha Nyali Center Mall, kaunti ya Mombasa. Kukamatwa kwao kulihusishwa na kesi moja ya kimataifa inayomhusisha Jesse Damata Dos Santos, raia wa Uingereza aliyekamatwa mjini London akiwa na kilo ishirini za kokaini. Wachunguzi wanasema Rishad ni raia wa Kenya na Uingereza, naye Haji Nur na Jese ni raia wa Uingereza. Kwenye operesheni nyingine, Muammar Mutua Muhammed na binamuye Adam Omari walikamatwa hapa Nairobi. Wakati wa operesheni hiyo, gramu 750 za kokaini ya thamani ya shilingi milioni 2.9 ilipatikana pamoja na vifaa vya kuipakia. Washukiwa wote wanne hatimaye walifikishwa mbele ya hakimu wa mahakama ya JKIA Njeri Thuku ambapo wachunguzi walipewa idhini ya kuwazuilia kwa siku 13 hadi tarehe 29 mwezi huu, huku uchunguzi ukiendelea. Serikali imesema hatua hiyo ni kubwa katika juhudi zake za kukabiliana na ulanguzi wa mihadarati nchini. Khalid Abdullahi, Darubini.